Gavana wa kaunti ya Narok Patrick Ole Ntutu ametoa hakikisho kuwa wanakandarasi watarekebisha mashine ya kupiga maji iliyoharibika katika kijiji cha Salabwek, Narok Magharibi. Akizungumza baada ya kuzindua rasmi kanisa kuu la Full Gospel Churches of Kenya eneo hilo, Mtutu aliwakashifu wa wanasiasa wachochezi, akimtetea Rais William Ruto kama kiongozi anayetosha kushika usukani kwa muhula wa pili. PC wanafanya registration ya wale watu ambao wanapiga kura. Kwa vijana wangu mnisikize. Kama mnataka hiyo two term, hiyo two term bila silaha hautausaidia mimi na, na William Ruto na wale viongozi wengine. Kama umefikisha mwaka kumi na nane, enda chukua kitambulisho. Ukishachukua kitambulisho, wewe enda register kwa IBC. Ili hiyo two term unasema uko na silaha ya kunisaidia. Bila hiyo wewe unatuongea tu mdomo tupu. Wazazi wasishughulike na sherehe wasahau ya kwamba wanafunzi watahitajika kuingia secondary, senior secondary mwaka ujao. Mara kwa mara inapofika Januari wazazi wengi wanashindwa kupeleka watoto wao katika shule za secondary. Lakini ni muhimu sisi wazazi tujue ya kwamba kila mzazi ako na jukumu ya kuweza kulea na kutunza watoto wao na kuwaelekeza kwa njia inayofaa. Kuna ile dispensary yetu ya Salabwek ambayo ilikuwa imewekwa 600,000 ya kumalizia. Hiyo excellence haikufanywa. Na hiyo ndio unasikia kila siku mimi nina nina nina nina nina nina napiga kelele kwa hiyo. Kuna dispensary ya Rongena ya excellence ambayo ijamalizo bado maternity wing. Kuna hii ya ya ya Nile Ride ya 2022 2023 hiyo excellence. Tafadhali mwambie contractor aweze kumaliza jumla ya makundi kumi ya wavuvi